Kukusanya zaidi ya lengo kwa mwezi Machi, mwezi uliopita. Mamlaka ya mapato nchini TRA imevuka malengo ya makusanyo ya kodi ya mwezi Machi mwaka huu kwa kukusanya shilingi trilioni 1.316 sawa na asilimia 101.0 ya lengo la kukusanya shilingi trilioni moja nukta tatu sifuri mbili. Kamishina mkuu wa TRA Alpayo Kidata amesema ongezeko hilo la makusanyo ya mapato ya kila mwezi limetokana na mikakati ya juhudi za serikali ya awamu ya tano ya uboreshaji wa ukusanyaji wa mapato. Kidata amesema katika kipindi cha miezi tisa iliyopita cha kuanzia mwezi Julai mwaka 2015 hadi Machi mwaka 2016 TRA imekusanya jumla ya shilingi trilioni 9.88 ambazo ni sawa na asilimia 99 ya lengo la makusanyo ya shilingi trilioni 9.98 katika kipindi hicho tutaendelea na, na juhudi mbalimbali ili tuhakikishe kiwango ambacho tulitengewa na tulipangiwa na, na, na serikali cha trilioni kumi na mbili nukta tatu sita tatu kinapatikana. E, lakini pia e, nimetoa msisitizo wa kwamba e, wananchi sasa e, wasaidiane mamlaka ya mapato Tanzania kudhibiti huu hu, hu, hu, uh, upitishaji wa bidhaa za magendo kwa sababu ni swala ambalo tusipo liangalia litatu litatumaliza kama taifa.